Kuhusu ujenzi wa jengo la utawala wa jiji la Arusha, ambapo alitoa tuhuma nzito dhidi ya utekelezaji wa ujenzi wa jengo hilo akidai kuwepo kwa ongezeko lisilo halali la takriban shilingi bilioni nane pamoja na madai ya mchanganyiko wa vipimo vya BOQ uliosababisha malipo ya fedha isiyo stahili. Mheshimiwa Spika, mradi wa jengo la utawala ulianza mwaka 2019 wakati huo Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mkuu wa mkoa wa Arusha, kama msimamizi mkuu ujenzi ulifanyika kwa njia ya force account na baadaye ukahama kutoka force account na kuingia kwa mkandarasi. Akapatikana mkandarasi mshauri ambaye akasaidia kupatikana kwa mkandarasi wa ujenzi, ujenzi. Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mbunge, hii yote ilitokana na malumbano yaliyokuwepo kati ya Mheshimiwa mbunge na baraza la madiwani na aliyekuwa mkuu wa mkoa wakati huo Mheshimiwa John Mongera. Malumbano hayo yalipelekea mradi kusimama kwa muda mrefu mpaka mwaka 2023 baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuingilia kati na baadhi ya watumishi kushtakiwa. Kamati ya fedha, mbunge alikuwa ni mjumbe wa kamati ya fedha wakati huo, hakushiriki kikao husika kwa ruhusa, lakini posho alichukua. Hii ilikuwa ni mwaka 2023, ikampa mkandarasi ndugu Tribe Construction, lakini hakuweza kuendelea na kazi tena, ikatokea malumbano baina ya mkandarasi na kazi ika, ikaanza tena upya mwezi wa nne mwaka 2024 na, na kuomba kulipwa malipo ya awali, ndiyo jengo likaanza kujengwa na sasa lipo gorofa ya sita mpaka sasa. Mheshimiwa Spika, mkandarasi amekwisha lipwa hati mbili pamoja na malipo ya awali. Jumla ya hati zote mbili ni shilingi bilioni moja na milioni mia mbili pamoja na malipo ya awali, jumla inakuwa ni shilingi bilioni mbili na milioni mia mbili na jengo lipo gorofa ya sita, na kilicholipwa mpaka sasa ni kidogo kulingana na uhalisia wa jengo mpaka hivi sasa. Hivyo mkandarasi analipwa malipo yake kwa kazi alizofanya zikihakikiwa ziki pia na mhandisi wa jiji kwa kazi zilizofanyika tu. Mheshimiwa Spika, kwa ujenzi unaofanywa na mkandarasi na mkandarasi mshauri mkandarasi mshauri huandaa hati ya malipo kulingana na kazi iliyofanyika, hivyo basi hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Nasisitiza hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Mwongozo wa Spika. Mheshimiwa Gambo, naona umesimama. Mheshimiwa Spika, kwa namba ni niombe mwongozo wako kwa sababu Mheshimiwa Waziri ametoa majibu na mimi nilitoa maelezo nikiomba uchunguzi ufanyike kutokana na tuhuma ambazo zilikuwepo sasa nilikuwa nadhani kuna mambo yamesemwa ambayo hayakusemwa sawasawa. La kwanza kuhusiana na jengo la utawala, Mheshimiwa Spika, nilijenga hoja mbili. Sawa. Sasa ili tuende sawasawa, Mheshimiwa Gambo Umese, umetumia neno hayakusemwa sawasawa. Ndee. Kwa hivyo ili tuende sawasawa sawa na kanuni zetu Ndee. Katika hii taarifa aliyotoa Mheshimiwa waziri hicho unachotaka kunieleza sasa hivi ni kwamba waziri amesema taarifa isiyo ya kweli ndicho unachotaka kusema? speaker, fasi, fasi, Ulipewa... kwa sababu amepewa nafasi ametoa taarifa, mimi ningepewa nafasi nikatoa utetezi kwa sababu keti hmm. ina Mheshimiwa Gamba. Ehe. Mheshimiwa Bunge isije ikaonekana kwamba kuna upande mmoja umesikilizwa mwingine haujasikilizwa. Hapana, na ndio maana nilitoa upande wa serikali usikilizwe, kwa sababu wewe ulishasikilizwa na Hansard, niko nayo hapa mbele. Kwa hivyo wewe ulisikilizwa na Bunge na wabunge wenzako. Sasa ilikuwa nafasi ya serikali kusikilizwa na Bunge na wabunge wenzako, ndicho kilichofanyika hapa. Na sasa umesimama, ndio maana nimekuuliza jambo moja Sio kwa nia ya kukusikiliza wewe tena, maana vinginevyo itabidi nimpe na waziri nafasi tena. Sasa katika zile taratibu zetu za kusikiliza, hili bunge haliwezi kufanya hivyo. Ndio maana tunafanya kazi kwenye kamati. Waziri alichokisema kwenye taarifa yake, umetumia neno ambalo halisemi kama ni uongo ama si sahihi, lakini umeweka hapo si sawa sawa. Nimeuliza ili sasa nichukue hatua kikanuni. Taarifa aliyotoa mheshimiwa waziri kuna mahali amelidanganya Bunge ili tuanzie hapo kwanza. Amesema hili jengo limeanza nikiwa mkuu wa mkoa. Hapo amesema uongo, lilianza nikiwa mbunge kwa 2019 ulikuwa umeshaondoka ama halikuanza 2019 lilianza 2021? Sawa, waheshimiwa. Ehe, kuna nyingine au ni hiyo tu? Bwana anataka nianze ni, ni, niende hapa, mnaniona nimeshika kanuni tayari. Kuna lingine Mheshimiwa Gambo? Kwenye taarifa ya waziri nyingine, Mheshimiwa Spika, ni msingi wa hoja yangu. Hoja yangu ni ambao yeye amedanganya. Msingi wa hoja yako yeye kadanganya, hajauelewa yani huo msingi, nadhani na, na, kuna mahali inahitaji kufanya clarification ili nipate majibu vizuri zaidi Sawa, mheshimiwa Bunge. Kama itakupendeza mheshimiwa. Sawa, mheshimiwa mwenyekiti, kwenye Mheshimiwa Spika, kwenye sababu ni kitu kidogo tu Mheshimiwa Spika. Keti Mheshimiwa, kwa sababu nikikupa wewe nafasi lazima na yeye nimpe na bunge humu ndani, ndio maana huwa tunafanya kazi kwa kamati, hatufanyi huu utaratibu wa back and forth. Kwa hiyo keti, mm -hmm. Mheshimiwa wa bunge eh, jambo hili kwa sababu kama nilivyosema mheshimiwa mbunge alipata nafasi ya kusikilizwa mchango wake na alisikilizwa mpaka mwisho, nikatoa nafasi kwa serikali ili ilete taarifa bungeni imeleta taarifa serikali kupitia waziri na imesomwa hapa. Mheshimiwa Gambo, inaonekana kwenye ile taarifa iliyosomwa na serikali, yeye anasema waziri amedanganya kwenye taarifa yake. Kwa hivyo jambo hili, kwa sababu mimi sina, uwaki, sina uwezo sasa hapa wa kuanza kufuatilia kila mmoja, nalipeleka kwenye kamati yetu ya kudumu ya bunge ya maadili. Kule wataenda kusikilizwa. Sawa? so, kwa hivyo Kamati yetu ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge itaanza kazi mara moja, na leo ngoja eh, niangalie vizuri leo ni tarehe ngapi jamani? Leo tarehe ishirini na tatu. Kazi hii ifanyike wiki ijayo, watapewa nafasi ya kuleta hiyo taarifa hapa bungeni, na mnazijua kanuni zetu vizuri, kwa sababu ndo tuko mwishoni sasa hivi. Kwa hiyo hamna mtu atakuwa hazijui hizi kanuni. Kwa hivyo kamati yetu itawasikiliza, alafu itakuja ituambie nani mwongo hapa ndani, na kisha hatua zitachukuliwa baada ya hapo. Asante sana. Mwongozo mheshimiwa Spika. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Gambo, naona umesimama. Hii itakuwa ni mara ya mwisho kusimama. Sawa. Mheshimiwa Spika, mi naona kama sijatendewa haki kwa sababu Unalijua jina, una jina la kamati ile nilikokutuma? Ngoja ngoja, unalijua jina la kamati nilikokutuma linaitwaje? Na najua mheshimiwa spika na sibishani. Inaitwaje ile kamati? Ya maadili, sibishani na wewe mheshimiwa spika. Maadili pekee? Inaitwaje ile kamati? Maadili, haki. Sasa ukisema sijakutendea haki, kule ninakokupeleka ni ili ukafanywe nini mheshimiwa Gambo? Sawa mheshimiwa spika. Nashukuru mheshimiwa spika kule ninakokupeleka ni ili ukafanywe nini? Si ili usikilizwe haya yote unayotaka nikusikilize mi hapa ndani tukiwa watu wote tunakusikiliza? mm. Bunge linafanya kazi kupitia mm. kamati mm, na wewe umepelekwa kwenye kamati. Ndio. Na hujapelekwa peke yako, umepelekwa wewe na uliyemtuhumu kwamba amesema uongo. Sasa hujatendewa haki na mimi ama hujatendewa haki na nani? Maana hamna hoja No, sasa kipengele ndio sema amesema uongo ni kwamba, kusema mimi nilikuwepo wakati nikiwa mkuu wa mkoa wakati nilikuwa ni mbunge. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya clarification, nilikuwa natoa tu clarification kwamba katika hicho kipengele cha kusema kwamba mimi nilifanya nikiwa mkuu wa mkoa ndio nilikuwa nataka rekodi zikae sawa kwamba nilifanya, nilishiriki nikiwa nikiwa mbunge. Unahisi una kamati italeta taarifa gani hapa ndani? mwana anaona, umeshajua, italeta taarifa fulani ambayo itasisitiza kwamba wewe ulikuwa mkuu wa mkoa wakati haukuwa mkuu wa mkoa? Hapana, sijasema italeta taarifa gani. Nasema Mheshimiwa Spika, kwa sababu unasema nimesema, amesema uongo, ndio nasema kile, <laughs> kile kipengele ambacho unasema amesema uongo, Mheshimiwa Gambo. Sasa hapo tena unaleta tuhuma zinazonihusu mimi kwamba nimeingiza maneno mdomoni mwako. Maana mi nitaitisha Hansard sasa hivi Hapana, mheshimiwa Spika, nasisitiza kwamba nilichokisema hamna. Kusisitiza? hebu keti chini. Uliniuliza mheshimiwa Gambo, keti utaenda ukajieleze kule kwenye kamati sawasawa, e? Maana sasa nisije kuwa nimetoa hapa maamuzi tena huyataki, wakati wewe mwenyewe ulikuwa unajibu huku kana kwamba kuna mahali unataka kufafanua. Ufafanuzi utatoa kwenye kamati, kamati italeta hapa ndani waheshimiwa Bunge.